o ka kutengeneza na ni kikao cha kutafuta amani katika teritori ya Fizi ya sekta ya Ngandja. Benu bese kwa niaba ya wami wa vilaji ya sekta ya Ngandja wenye wana participate kwa hii kikao, tuko na neno kidogo tu sababu haiko kila mtu atasimama kusema Nasikia hapa watu wanaenda huku. Mheshimiwa chef de secteur alisema hivi kama watu walimupata vizuri. Mimi napenda nijue kabisa kabisa shida yenye inasababisha masase iliye tuko tunasikia ni mabarie lakini, mimi pale siasikia sana mpaka hivi jibu yanapatikana huko. Aateleta mwengine mwenye alisimama hapo alisema hivi, huko shida siye wakati tuingia kutere

pigana masasa wanapia ilipo maendeleo ila iko bantu kozi kozi, yenye iko hapa Bafuliro wanajianga sana, wanajianga vita yenye iko hapa, ni vita ya kutawala Barembe mwenchi yao. Leo wafuliro walifika katika miji ya mabembe kule sehemu za Fizi, wenye wanatembelea ile nani, ile axe ya kule huko, fasi polimwea wanaita ejeja. Wanajua hapa mabembe wanajua ni kwa sababu gaa, leo katika antite ya kwangu kule juu kumilima, tuko na tuko na mgini kule yenye inaitiwa Ilangwa kule juu kule Ilangwae ya Ngandja, lakini wakati wao wanafika ile jina ya Ilangwa wanaibadilisha, leo wanaanza kuita virungurungu. Sasa kuna mabreze za mingi zenye ndugu zetu wako wanafanya wanafanyafana na hiyo yote yenye mnasema asema o lpcc na vishambuke

wanakamata silaha zao kwa sababu ya kuya kunyanganya nchi ya Wapembu, kusema kwamba hapa wakati ya vita iykonakiliwa iiseea <tipulis> sababu watu waliongea ongea yombe na majua ikupatikana na watu waende, wanajua kwamba haiko sababu ya mabari aya, niko sababu ya wafuero wanapenda kunyanganya nchi ya Wapembu. Hiyo ni sauti ya wa chef de village. Napenda kusema yenye iko sasa kuvilaje leo. Hivi tuko tunasema hivi, wale washambuko wanashuka, ili niko natoka toka hivi, vako wananita kumatelefo, asema wanakuya tena, wanarudia ma position zapi, wanaambiwa hapana, sio